Kina baba pia nao wanapooa wanataka kutunzwa wakina mama, saa ingine tuna stress hao kina baba. Mama, una vikoba nane, huna sehemu ya kupata pesa, unamtia mume wako sukari kule tendo la ndoa ndani ya wezu, unakwenda kwa vijana boda boda? Vipi wakina mama hivi, tunapoamka hivi, amkeni na kufahamu nafasi zenu na thamani zenu. Mwanamke kufahamu thamani yako hakumaanishi usiuheshimu mumeo kwa sababu hiyo ndio ni changamoto nyingine. Wakina baba wanajua wakina mama wakijitambua watatuzidi, ndani itakuwa ni moto. Jamani, tukisimama hapa, sisi ni viongozi, tukirudi majumbani, sisi ni wake na wakina mama wa familia, lazima tujue kucheza na nafasi hizo mbili. sisi pia kujifanya tuna masharubu ndani ndani ya nyumba, kwenye sharubu ni mmoja. Kwa hiyo hivi tunapambana kudai haki zetu, na sisi tutimize wajibu wetu nyumbani kama wakina mama. Mama tangu asubuhi huko mguuni kiguu na wewe, jua inakupiga mpaka unanukia kama mbuzi inayochomwa, hujui mtoto amekula, wewe mwenyewe hujala, watoto wanakwasha koo umetinda wanja mama, utafikiri sina mume. Yani ni heka heka, mtindo mmoja. Baba gani atafurahia mambo hayo? Pia wakina baba pia nao wanapoa, wanataka kutunzwa. Sasa wewe, muda wa kutunza mumeo pia huna, muda wa kutunza watoto huna, tukusaidie eneo lipi? Nilipata kesi moja nyingine, hapo mama na kumuuliza yule mama mbele baba yake na mama yake, mama huyo, mtoto wangu anajua anakunywa. Mama anasema eh, tunamsema hasikii. Nikamwambia kama hasikii, mume gani anataka kukaza mama? Leo kuja pombe, siku kucha unywe pombe, asubuhi unywe pombe, jioni usiku, ukilala unatoa usi ya <coughs> pombe mdomoni, utapiga busu saa ngapi? na ukuta mamao pia hanywi pombe. Wenyewe mnaona kunywa pombe sifa, mnaona kunywa pombe ndio umjini kunapopata kama sasa, zaingine tu tunaambiana ukweli. Wakina mama zaingine, tuna stress hawa kina baba. Mama una vikoba nane, kuna sehemu ya kupata pesa, unamtia mume wako sukari kule tendo la ndoa ndani ya wezi, woda woda woda. Kwa unambona boda boda vipi? Tunaskia wenye huko wameshangilia, tunawakuza sukari hawa kina baba bila sababu za msingi wana stress. Mama unaongea kuliko mtu anayedai mikopo, tukusaidieje? Ukija ukijajikwayako kepekasudi nyumbani wewe kwa zuzu, ndio mambo yanakokwenda. Kwanza mahaba hataki kelele. Ni mwenyewe nyumbani kwangu, nikshengia tu ndani, sipiki kelele, kwa sababu na mimi pia nataka kupendwa, mahaba. nasikia karaha, mtoto hajafuliwa nguo, chumba kinanuka mikojo. Kwa kina mama, vipi? tutoke hapa twende majumbani tukakaguane mmoja mmoja, muone aibu hii. Tutimize wajibu wetu wakati tunadai haki kutoka kwa wakina baba. Wakina mama mpo, wanja utunzi mume, usijifanya <laughs> aoana kukoleza